Ujifunze jinsi ya kuchora mehindi design. Hii imekuwa ni request ya muda mrefu. Watu wengi wameomba nifanye voice note ya jinsi ya kuchora mehindi design na leo nimekuja nayo vipenzi. Kwanza kabisa ukiwa unataka kuchora mehindi design, kuna vitu ambavyo unatakiwa wewe uwe umeshavifanyia mazoezi ya kutosha ili usipate shida kwenye uchoraji wako. Kwanza kabisa unatakiwa uanze kuchora hiyo mistari. Hii mistari unatakiwa ufanyie mazoezi kwa sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu inatakiwa inyooke. Unatakiwa kuchora mstari umepindapinda, au ukiwa na minya hina yako ama piko ikawa haitoki, yani unakuwa uminyaji wako bado haujakaa sawa. Pia jitahidi kwenye uminyaji, pia jitahidi sana hizi pateni hapa ninazoziweka meziona, hizo duara na pateni zake nimezungushia, na pia huu mkorosho hapo. Hiyo inakuwa ni design tu ya kuongezea ili kunogesha ua letu, na huku kwenye mkono, kwenye kiganja huku huwa kuna design nyingi za kuchora. Leo mimi nimekuja na hii design ya V na nimeanza kwa kuweka kwanza alama sana sana. Hii imehindi design jamani, huwa inasumbua hapa hapa ndo huwa kazi lipo. Kwa sababu gani? Kwa sababu unatakiwa upate mkono katikati kati, yani uchore walako likae sawasawa sawa, lisiende upande ndio linapendeza. Kwa hiyo unajitahidi uchore vizuri, mistari yako inyoke, pattern zako zikae sawasawa kama unavyoona hapo. Na mimi nimeshamaliza vidole vyangu. Napendelea sana kuchora hii mihindi design, vidole viwe vinafanana, lakini pia unaweza ukatofautisha unavyopenda wewe, haina neno. Na hiyo ndio results yetu jamani. Karibuni sana darasani, napokea wanafunzi. Napatikana Goba, Dar es Salaam.